ya kwa onesha mkaji difisile, sina kitu kingine ya kukupatia, apare konsel ya kukushauria. Biblia yako kikulomba kitu kama hauna, mwambe polepole, tamuzia atauna mdangani. umbe watoto yako navaonesha mzazi mzuri, aoneshe fablesi yake apana, kwanza ya yamayama kutelefone hivi